Ndugu zangu mie, kawaida sikosi maneno, maneno ninakuwa nayo, lakini leo nimepigwa na muhuma. Maanake huwa tunashindana mimi na jungu yangu Jusa, sijui nani ana maneno kushinda mwenziwe, lakini leo mimi nina furaha Sasa furaha hiyo, maneno yamenipotea, sisemi <laughs> uongo, kweli. Na kwa hali hii imenifanya nimkumbuke mzee wetu kipenzi chetu marehemu Maalim Seif Mwenyezi Mungu amlaze pahali pema na nikakumbuka nyimbo moja, wakati wa uhai wake, wakojani wakiimba. Hiyo nataka tuikumbuke kwa pamoja sote: ana ndevu, ana ndevu, wanamuogopa ana ndevu wanamuogopa ana ndevu. Naam ndugu zangu, dharau kitu kibaya sana, dharau ni kitu kibaya sana, hasa ukiwafanyia dharau wale ambao wamekukusudia wema. Maalim Seif aliwakusudia wema 2020 alipowanyooshea mkono na alipowataka tuitengeneze hii nchi. Kwa bahati mbaya sana hawakutekeleza hata moja, na ndo maana nikakwambieni ndugu zangu, mimi nina furaha sio kwa sababu ya hili. Nina furaha kwa namna tulivyoshibana, nina furaha kwa namna tulivyoshikamana, nina furaha kwa namna tulipokuwa hatuhadaiki na kushindanishwa wakandarasi. Nina furaha juu ya namna Wazanzibari tunavyoelewa tunachokitaka. Nina furaha juu ya ustaarabu wetu wa, wa kupembanua lipi lililokuwa na kheri na maana kwetu nyepia upumbavu. Sasa matokeo ya dharau ni hadhara hii. Hili ni jibu kwa Chama cha Mapinduzi kwamba wazanzibari tunataka mabadiliko, ni jibu lisokuwa na shaka kwamba wazanzibari wamechagua umoja wao. Wazanzibari wanahitaji kiongozi ambaye atawaongoza wao kwa maslahi yao. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi hakijapata kushinda, mimi nalielewa hilo zaidi ya kushinda nyie. Hakijapata kushinda wakati CCM bado ni CCM, hakiwezi kushinda leo wakati CCM hakijabaki kitu. Lakini nataka nikumbusheni jambo moja mara nyingine wanadamu tunakuwa sisi wenyewe hatuelewi, hatuelewi nguvu zetu. Wakati mgombea wetu anarudisha fomu, samani ametoka kuchukua fomu, nilizungumza na wenzetu kule Zanzibar, nikawaambia jambo moja. Pengine we